ya mitende tunaanza wiki ama juma takatifu ambayo inatuelekeza katika sherehe zetu kubwa kabisa za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu. Leo hii katika masomo ya Injili ambayo tumesoma, tumesoma masomo mawili ya Injili, yale ambayo tulisoma tukiwa pale mlangoni kabla ya kuanza maandamano, ambapo Yesu Kristo anawatuma wanafunzi wake waende kumlete yule mwana punda, na yale ambayo tumesoma sasa hivi ambayo ni ya kutuelekeza katika mateso na kifo ya Bwana wetu Yesu Kristu. Kwa hivyo jumapili hii, wakati mwingine pia inaitwa Passion Sunday, kutafakari yale mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu ambayo yanafungua juma hili ambalo sisi tutaweza kutafakari kwa undani kabisa matukio yale ambayo yalimpata Bwana wetu Yesu Kristu, hatimaye akafa na baadaye akafufuka. Lakini katika mahubiri yangu siku ya leo, nataka tuwazie yule punda na kukuuliza kama, je, wewe uko tayari kuwa yule punda? Punda ni mnyama wa kazi katika mahala ambapo hakuna magari, basi punda ndiye ambaye anatumika ya kama namna ya usafiri. Na hata katika nyakati za Kikristo ilikuwa ni labda mtu atumie punda ama atumie farasi. Farasi alitumiwa na wale watu waliokuwa na vyeo vikubwa, matajiri na hata askari katika vita lakini tunaona sasa, Yesu Kristo anaanza kwa kutayarisha yeye mwenyewe. Tayari amekwisha tambua ni punda yupi atakayemtumia kuingia Yerusalemu. Kwa hivyo ameanza kufanya matayarisho ya kazi yake, na hakuchagua tu punda yoyote. Alichagua punda fulani ambaye yeye labda alikuwa tayari ameongea na mwenye punda yule katika kazi ambayo yeye ataitumia. Sisi tunaitwa kuwa watenda kazi na tunaitwa kutenda kazi pamoja na Kristo. Na wewe na mimi, Kristo anatuita tuweze kuwa punda wake namba moja katika kueneza kazi yake na katika kufanya injili yake ikaweza kuenea. Bila huyu punda, labda ingekuwa vigumu kwa Kristo kuingia Yerusalemu, na kuna sababu iliyofanya yeye akamchagua huyu punda, hakuchagua mwingine, kwa sababu punda ni mnyama ambaye ana ishara ya upole ishara ya unyenyekevu na ishara ya amani. Anaonesha yeye jinsi ambapo Zakaria alipo uh, Zakaria aliposema kwamba anaingia mfalme na mfalme wenu atakuwa mfalme mpole, hatakuwa mfalme wa kifahari, hatakuwa mfalme wa vita ndiyo sababu Yesu amechagua mwana punda aweze kuwa ishara ambayo yeye anatumia iwe kielelezo ya jinsi ambavyo yeye ufalme wake utakavyokuwa. Kwa hivyo pia ni ishara ya kwamba anatuelekeza kuonesha uongozi ambao yeye anapotaka uwe, kwamba uongozi wake sio uongozi wa vita, sio uongozi wa malumbano. Ni uongozi wa upole, ni uongozi wa unyenyekevu, ni uongozi wa kuleta amani. Wana wa Israeli, matarajio yao yalikuwa kwamba mfalme atakayekuja atakuwa ni shujaa wa vita, atakuwa mtetezi wao kupigana na makabila na watu wengine ambao walikuwa wanawasumbua, lakini Kristo anakuja kwa njia iliyo tofauti. Yeye anakuja kama mpatanishi, yeye anakuja kama mlete amani. Anawaagiza wale wanafunzi aliyowatuma, anawaambia nendeni, mkamfungue. Kwa hivyo ilikuwa lazima huyu punda afunguliwe ili aweze kwenda kutenda kazi yake. Sisi kuna mambo mengi ambayo mara nyingi yanatufunga sisi tusiwe watenda kazi wa Kikristo. Kuna mambo mengi yanayotufunga tusiwe punda wake Kristu katika kutenda kazi yake. Ya kwanza ni dhambi, na hii dhambi ndiyo ambayo inamfanya Kristu aje. Hii dhambi ndiyo ambayo inamfanya Kristu afe msalabani hii dhambi ndio ambayo inafanya Kristu apitie mateso ili aweze kutukomboa. Yule mwanakunda ilibidi afunguliwe, aondolewe katika lile kamba lililomfunga, ili aweze kutumiwa na Kristu katika kazi yake. Tuombe Kristu basi akaweza na sisi kutufungua na minyororo mingi ambayo labda tuliyo nayo, dhambi yenyewe ikiwa ya kwanza na vitu vingine vingi ambavyo vinatuzuia sisi kuweza kushiriki kikamilifu katika wito wetu, kushiriki kikamilifu katika kazi ambayo Kristo mwenyewe anatuita. Tuna kamba nyingi, wengine wamefungiwa na ulevi, wengine wamefungiwa na ufisadi wengine wamefungiwa na chuki, wengine wamefungiwa na madharau, ambayo Kristo sasa anasema anakuja ayafungue. Na kisha yafungua, basi anatufanya sisi tuwe huru na tuweze kuwepo tayari katika kutenda kazi zake. Anawaagiza wale wanafunzi wake, anawaambia mtakapo mpata mfungue na mumlete. Kwa hivyo punda huyu hakuwa tu wanafunzi hawa wafanye jambo lolote, naye alikuwa ni punda maalum ambaye Kristo amewaagiza wamlete, ni mpunda wake ambaye yeye anataka kumtumia. Hebu jiulize, huyu punda pia ameweza kukataa. Mnyama anaweza kukataa, punda anaweza kukataa, rushe miguu, arushe miguu, asiweze kufanya kazi hiyo. Lakini huyu punda hakukataa. Huyu punda alifunguliwa na akaandamana na wale wanafunzi. Mwenye punda pia hakukataa. Alikuwa na uhuru wa kusema la, punda wangu hatafanya kazi, punda wangu hatatumiwa na mtu yeyote, lakini alikubali kushiriki katika mpango wa Kristu ili aweze kutimiza kazi yake. Hiyo ni kumaanisha kwamba alikuwa tayari kutumiwa. Ndiyo nilianza kuuliza, wewe uko tayari kuwa punda wa Kristu? Uko tayari kutumika katika kazi zake Kristu? Tunampa Kristu muda huo? Tunaweza kuwa wakati mwingine tuko busy, tuko busy na kazi zetu tuko na hali zetu, lakini hatujampa Kristu nafasi. Kanisa katika juma hili takatifu linatuhimiza tumpe Kristu nafasi, tukubali kuwa yule punda. Ndiyo inatualika katika kuwazia matukio hayo ambayo mkombozi wetu atayapitia: mateso yake, kifo chake Wiki hii ni wiki ya kukumbuka mambo haya, kuanzia Jumapili ya leo, ambayo inaanza rasmi wiki takatifu katika liturgia zetu za Kikatoliki. Wiki hii ni wiki ya muhimu sana, kwa sababu inatuelekeza katika matukio makubwa, moja kwa moja, hatua kwa hatua, katika yale matukio yatakayotufikisha kilele cha siku hizi arobaini, ambapo tumekuwa tukifunga, tukisali na tukitenda matendo mema.